Safari ya Enoki kurudi duniani na kitabu cha siri za Mbingu. Walipoenda kimya malaika wote waliomsindikiza Enoki, alisimama peke yake mbele ya enzi ya utukufu. Mwanga wa mbingu ya kumi ulikuwa bado unacheza kwenye mavazi yake kama moshi wa dhahabu unaongaa. Alikuwa ametazama yaliyo juu ya ulimwengu, siri za uumbaji, mizani ya hukumu, kumbukumbu za majira ya mwanadamu na milango ya mwisho ya enzi inayokuja. Lakini safari haikuwa imekwisha kwa sababu Mungu alikuwa na agizo moja la mwisho. Rudi duniani, waamikie kizazi chako yale niliyokuonesha. Na ndipo simulizi hili linaanza. Safari ya mtu aliyetembea mbinguni na ardhi, alionja uzuri wa milele lakini akarejeshwa tena kwa muda mfupi ili kuandika yaliyo katika moyo wa Mungu enoki alisimama katika utulivu wa mbingu ya juu, na pale alipoinama, sauti kuu yenye alama ya mamlaka ilimwambia Enoki, mwanangu mwaminifu, utarudi chini, waambie wanadamu mambo haya kabla ya wajaingia gizani. Malaika arobaini waliokuwa wamemsindikiza katika mbingu zote kumi walikusanyika tena, kila mmoja alishikilia mwanga kama mwenge. Hapa moja, wakaunda njia iliyong'aa, iliyoshuka chini kama daraja la nuru. Inoki alijawa na mshangao na hofu ya utukufu, lakini pia huzuni kwa sababu alijua kwamba kurudi duniani ni kurudi mahali pa huzuni, dhambi na machozi, mahali ambapo mioyo haipo kama ya mbinguni. Lakini alitii. Kutoka mbingu ya kumi, Inoki alishuka hadi ya tisa, ambapo malaika waliosimamia nyota walimsujudia wakilia: je, unarudi kwa muda mfupi tu mtumishi aliye juu aliye juu aliposhuka mbingu ya saba malaika wa vita waliompokea siku ya kuingia kwake walimpigia saluti ya mwisho. Mbingu ya tano, malaika wa kilio walioomba kwa ajili ya wanadamu walimkumbatia kwa huzuni. Mbingu ya pili, malaika waliokamatwa kwa uasi wa kale walimtazama kwa uwivu na hofu. Kila mbingu aliyopita ilimkumbusha uzito wa kazi yake, kuandika kile ambacho wanadamu wamepoteza katika kelele zao za dunia na mwisho akafika mpaka wa kwanza kati ya mbingu na dunia, mahali pa upepo wa mwanzo na pumzi ya mwisho ya mwanadamu kutofautiana kwa unyeti mdogo tu. Malaika mkuu Gabrieli alimshika mkono na kusema, kumbuka kila kitu, utarudi kwa muda mfupi, lakini kitabu utakachoacha kitavuka vizazi. Nuru ilipozimika, Enoki alijikuta tena duniani. Upepo wa dunia ulikuwa mzito, wenye harufu ya udongo na maisha yanayokaribia kuangamia. Mke wake Edna alisimama mlangoni akiwa haamini macho yake. Watoto wake Methusela na wengine walikimbia kwa mshangao na hofu, baba, ni kweli wewe? Lakini uso wa Enoki haukuwa ule waliouzoea. Alikuwa na utulivu wa mbinguni, macho yake yalikuwa kama makaa ya utukufu yaliyokolea katika pumzi ya Mungu. Aliwakumbatia, lakini moyo wake ulikuwa na mzigo. Malaika walionekana usiku huo huo wakiwa na karatasi za mwanga hazifanani na karatasi za dunia. Walimletea kalamu ya ajabu iliyoonekana kama miale ya nuru iliyofungwa. Gabrieli akasema, andika kila kitu tulichoonyesha mbinguni, kuanzia safari ya mbingu ya kwanza mpaka ya kumi. Kwa siku thelathini na sita Inoki hakulala wala hakula chakula cha dunia. Pumzi ya Mungu ndiyo ilikuwa mtenya. Alikuwa akiandika hatua za mwanadamu kuelekea hukumu, siri za malaika na utume wao, kalenda ya mbingu na majira ya dunia, hukumu ya waovu, utukufu wa fufuzi na mwisho wa falme za dunia. Kila usiku mwanga ulitanda katika hema lake. Watu wa kijijini walikuwa wakikusanyika nje ya nyumba yake wakisema, tunamwona Enoki yaongea na malaika. Lakini hawakupewa ruksa kuingia ndani kwa sababu yale aliyokuwa akiandika yalihifadhiwa kwa vizazi vya baadaye. Metuthale aliingia mara moja tu. Alipoona mwanga ule wa mbinguni alianguka kifudifidi, akilia E Mungu, huu ni utakatifu uliopita maumbe ya binadamu. Na enoki alimwambia, mwanangu, kitabu hiki utakilinda, kitafika mbali zaidi ya mwili wangu. Baada ya siku thelathini na usiku thelathini na sita Inoki alisimama nje ya ema. Upepo wa ajabu ulivuma, ungu liliteremka kutoka mbinguni kama gari la nuru. Malaika waliokuwa wamemsindikiza mwanzo walishuka tena. Gabrieli akasema, wakati wako duniani umeisha, umerejesha ujumbe wako. Sasa rudi mahali ulipoagizwa kusimama. Edna mke wake alikimbia kumkumbatia na kulia, usituache tena lakini Enoki akasema kwa sauti ya upole na uzito wa mbingu, siwaachi. Maandishi haya yatakuwa pamoja nanyi. Mbingu imenipa sehemu na dunia imenipa wajibu, lakini sasa narudi kwa aliyeniumba. Watoto wake walimsujudia, majirani walikusanyika, anga lilifunguka kama mlango wa nuru. Kisha Enoki aliinuliwa juu ya ardhi polepole, kama manyevu ya malaika yanavyochukuliwa na upepo wa utukufu. Metuthale alipiga kelele za uchungu, lakini malaika walimshika na kumfariji. baba yako si wa dunia tena, ufalme wake uko mbinguni. Kwa mwanga mkali kama jua liliwekwa ndani ya moyo wa dhahabu, Enoki aliingia katika wingu na akatoweka. Hakukuwa na kaburi la Enoki, hakukuwa na udongo uliofunika mwili wake, kwa sababu alitembea na Mungu na Mungu alimchukua maandishi aliyowacha Enoki alihifadhiwa kwa uangalifu mkubwa, na Metuthale aliyahifadhi kwenye sanduku la mbua, na baadaye kizazi baada ya kizazi kilihifadhi simulizi zake kama siri ya kale. Simulizi hizi zilivuka mafuriko kupitia Noa, zilisimuliwa na vizazi vya kale, zikaandikwa upya na wale waliokuwa kiishi kabla ya Babeli. Na leo bado zinatajwa kama kitabu cha Enoki, si part ya Biblia. Lakini ni ushuhuda wa simulizi za kale za mwanadamu kuhusu safari ya mtu aliyepita mipaka ya dunia na mbingu. Safari ya Enoki inaishia pale, lakini ujumbe wake unaendelea kupaza sauti. Tembea na Mungu kwa sababu mlango wa mbingu uko karibu kuliko tunavyodhani. Kama unapenda simulizi kama hizi za kale za kiroho za kufungua ufahamu wa Biblia na historia, hakikisha unabonyeza subscribe kwenye Biblia Voice Kiswahili. Share na uweke comment kusapoti huduma ya neno la Mungu.